Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Bwana, mimi naitwa Super, Super content creator, lakini pia ni mchekeshaji comedian. Leo nimefika hapa maeneo ya Marhubi kwenye iftar ambayo imeandaliwa na Tifa Orphans Foundation. Ni mpesharot sana kakaangu Swaif Souq pamoja na madam Tifa. Bwana, jambo limekamilia, ni jambo ni zuri, jambo ni kubwa kubwa, lakini kwa kutia mbwembwe tu kwa kwa Ramadhani hii. Kawaida hata Ramadhani iliyopita tulikuwepo hapa pia sisi, lakini na Ramadhani hii tumekuwepo hapa na tume participate, ama tumeshiriki katika iftar ambayo imefanyika kama kawaida ilivyokuwa Tifa Orphan, iftari yao bwana nzuri. Mi niseme hicho na niwaombee dua bwana, lakini wale watu ambao wenye michango kupitia Tifa Orphan Foundation, bwana wachangie kwa sababu hawa watu wawili ni watu ambao kuwa wanajitoa since day one, toka day ya kwanza toka mimi sijuani nao mpaka najuana nao ni na watu ambao wanaendeleza hizi harakati za kujitoa lakini wanafanya vitu kwa ajili ya jamii kama kawaida nilivyokuwa nimesikia pale kwenye stage, wanasema wao ni watu ambao wanajali sana mayatima ambao hawana zile sehemu za kwenda ama na kitu ambacho kuwepo. Bwana, mimi sina mengi, asante sana, shukrani sana. <tune>